Thabiti Zakaria, bwana Zaka Zakazi, hongera kwa kuweza kufika Zanzibar salama, lakini tuambie maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya URA kutoka kule Uganda, kombe la Mapinduzi 2026 yako vipi? ya, maandalizi yanakwenda ya vizuri Eh, tuliwasili vizuri salama kabisa kama ambavyo tulitarajia na tuko mazoezini sasa hivi. Uh, mazoezi yanakwenda vizuri kabisa, wachezaji tu wakuja nao wote wako timamu, hata wale walikuwa majeruhi Eh, kwa kipindi cha nyuma umeshapona pona, unaona eh, Adolf Ntasingwa kapona yuko mazoezini, Kimidi Harakati kapona yuko mazoezini, Benzi Tuni kapona yuko mazoezini, so tumekuja na wachezaji wengi um, tukiona matarajio kwamba watatupa kile ambacho tukitarajia kutoka kwao wakati tukiwa saini, na hii ni platform nzuri ya wao kurecover kwa sababu ya muda mrefu hajacheza ili kupata eh, pesi yao ambayo wanayo ya kawaida kuelekea sehemu ya ligi iliyobakia tuzungumzie kuhusiana na, ku, ku, na wapinzani wenu URA ni wapinzani wa namna gani kwenu? URA ni timu kubwa sana Afrika Mashariki, ni timu ambayo imeshachukua kombe la Kagame um, ambayo ndio ilikuwa kombe kubwa kabisa wakati huo, kabla alijasimama. Ni timu ambayo imeshashiriki Mapinduzi kapu mara kadhaa, so ni timu ambayo um, ina historia nzuri um, kwenye mpira kuliko hata sisi, kwa sababu wao wako muda mrefu kuliko sisi na wameshacheza mashindano mara nyingi. Tunaamini kwamba tutakuta timu kubwa, timu nzuri itakayotupa mechi nzuri, ambayo tutajitahidi tushinde ili tuweze kuinua ranki zetu eh, kwa maana kwamba tuko vizuri. Kwa kuwatazama wachezaji, morale yao wa ikoje kuelekea mchezo huu? Wachezaji wetu wako vizuri sana, na wenyewe wana hamu ya kucheza, hawajacheza mechi siku nyingi, tangu mechi ya mwisho tumecheza na Simba eh, tukachapa zile mbili pale u baada ya hapo hawajacheza mechi nyingine yoyote, so wana hamu ya kucheza na hamu yao kesho inakwenda kutimika kwenye mchezo dhidi ya URA. bila amepata muda wa kutosha kufanya mazoezi kuelekea katika michuano hii ya Kombe la Mapinduzi. Um, muda huwa hautoshi muda wa kujiandaa na mechi always huwa hautoshi, kwa sababu ungetamani tena ukave kitu kingine. Unajua mazoezi zile program, unafanya mazoezi jambo hili jambo hili, mpaka siku inafika lakini kama so, mechi ingesogezwa mbele siku moja kungetaka kitu kingine ndio kufanyia kazi. Yaani iko hivyo kila siku. So huwa utoshi. Eh, katikati hapo baada ya mechi yetu ya Simba tarehe saba tarehe nane tunaanza mapumziko wachezaji wetu. Walikuwa mapumziko tangu tarehe nane hadi tarehe ishirini na moja. Kwa tukaanza mazoezi tarehe ishirini na mbili ya mwezi huu. Eh, leo ishirini na saba maana tuna wiki moja tu ya mazoezi. Kwa watu ambao walikaa mapumziko takriban wiki mbili. Uh, of course ni wiki moja uh, unaweza kuona kwamba uh, wakiwa mapumziko watu wanapumzika kweli ujue, so lazima wataanza kidogo kwenye pesi ya chini kwenye mazoezi, hata mechi inapokuja itakuwa slow kidogo, lakini tutakuwa katika hali nzuri ya kucheza. Baadhi ya nyota wenu hawako katika hamko nao pamoja, kwa maana wako timu zao za taifa. Hii hakuna namna inaweza kuwaathiri. Uh, unapokuwa na kikosi cha watu 30 unatarajia vitu hivyo sio tu kwa timu ya taifa, wangeweza kuwa majeruhi wale wengine, so lazima kuwe na wengine ambao wata complement pale. Kwa sababu msimu ni mrefu sana, huwezi kuwa na watu kumi na moja tu hao hao, lazima una watu wengine ambao wanaweza kaifanya ile kazi so unaona, anaanza nado anaanza nani, alafu baadaye anaingia Saduni anakwenda kufanya balaa. So unajua yale mambo eh hivyo hivyo, anaumia Sopo kwa mfano, kwa mechi yetu ya Simba, mazoezi ya mwisho kabla ya mechi ni Sopo aliumia Kuele mecha kama ikosa, sasa kama yeye tukawa na mtagimia si peke yake, tumetumisha feli pale, tungepiga mtu chache, unajua, eh? Eh, <tosimitra> akaingia, akaanza sereli, sereli, akatoka, akaingia Saduni, watu wa kalambili, kwa hiyo ni hivyo, na kikosi hiki kina watu aina hiyo, eh, hawa hawapo anakuja wengine wanacheza, timu inashinda. Aa, kile chama cha wala utamu. Aa, ile sio kundi, ile sio kundi, kile ni chama tu, yani ni chama tu, chama tu, chuo watu wanakula utamu, wanakuja kama watakwenda kula utamu karibu Eh, ule ni umoja wa walautamu Tanzania eh, umoja wa walautamu. Kwa hiyo kuna vigezo vyake vya kuingia kwenye ile mpaka ule utamu somewhere. Lazima kuna sehemu mgawa utamu mmoja umuone ule anaye kugawia utamu kidogo ndio anaingia kwenye kile chama. Kama hujagawia utamu, na utamu, na utamu na huyo mgawa utamu basi huwezi kuingia kwenye kile chama. Kwa nini? Nani alianzisha hiyo? Chama sisi chama chama, chama kinachoga na wanachama. Ni semaja Ahmed Ali, ina gawa utamu, kwa yani yee, upande wa mmoja wao katika wale kwenye chama cha wagawa utamu. Mmoja wapo kisha, kula utamu wake, basi wewe umekwalifai ume kwa kwenye kundi. Eh hmm. uh, iko huko. hivyo rahisi yeah, tunakutana huko hamna shida tunakutana mara tuna tuna nyingi sana. Lakini yeah. sana kwa kuziangalia hizo timu ambazo mnakutana na Mapinduzi kapu kwa mwaka huu 2026. Unapata picha gani kwa michuano hii? Evolution ya mashindano. Yaani kuna timu ambazo zinashiriki kwa mara ya kwanza kama Fufuni eh Mwembe Makumbi eh mara ya kwanza washiriki. So evolution. TRI. Eh uh, United eh, mara ya kwanza unashiriki. Kwa hiyo ni evolution, yani eh, mashindano yanakuwa yanazidi ya ya ya kupata mapinduzi na mageuzi yanazidi kukua. Haiwezi kuwa wale wale kila siku. Unafahamu hata AFCON kuna timu zimeenda kwa mara ya kwanza. Unafahamu eh? Eh, iko hata kwenye kombe la dunia kuna timu zinakwenda. Mbona Cape Verde imeenda kwa kombe la dunia? Kwenye AFCON kuna hawapo. Hivyo hivyo. Kwa hiyo mashindano ya mpira yako hivyo. Na hili ni jambo zuri kwa kwa kwa, kwa mashindano yenyewe na kwa mpira kwa ujumla. Na malengo yenu Azam FC ni yapi kwenye michuano hii? Kushinda tu. Sisi malengo yetu kushinda kila mchezo. Sasa ukishinda kila mchezo kitakachokuja mbele ndio hicho, lakini si malengo yetu kushinda kila mchezo, mchezo baada ya mchezo. E, mchezo baada ya mchezo. Kwa hiyo kwa, kwa sasa hivi tunavyoongea malengo yetu ni kushinda mchezo wa kesho. Hivyo tukipiga hesabu ni takriban miaka sita mpaka saba hivi. Mara mwisho mnachukua kombe hili ni 2019 mpaka leo 2025 tunaelekea ukingoni. Hii inakuwa inawapa taswira gani? Kwamba kupita muda mrefu, e, yaani taswira tunayopata sisi ni kwamba e, kazi tuliyoifanya ni kubwa sana kwa sababu imepita miaka mitano tuliyoshinda ile kombe lakini hakuna utufikia. Unafahamu sisi tumechukua ile kombe mara tano imepita miaka mitano, tumeacha ili kombe miaka mitano wagawane, labda wanaweza kutufikia. Hakuna kutufikia so, maana yake kazi tuliyofanya hapo, kazi ni kubwa sana na inshallah tutashinda mara nyingine na mara nyingine tutazidi kwa kambari na wengine kwenye kwenye msimamo wa makombe kwenye hili kombe. Bila shaka kuna vyuma bado, havijatambulishwa lakini tutavishuhudia uwanjani. Au tusiwe na haraka? Hapana, bado hatuna wachezaji wapya sisi ambao tutawatumia sana, kwa sababu haya mashindano sio sio haya mashindano hayahusiani haya na ule usajili wa ligi kuu. Haya ah, mashindano yana usajili wake, so hata wewe ungewahi tungeweza kukusajili mm -hmm. Mcheze kwenye mashindano, chama chao cha wale, au sio wale pale, yeah, wanagawa. Wala nagawa utamu. Unataka uje kwenye chama chetu sisi cha wala utamu. Yeye aende kwenye chama cha wale cha gawa utamu yeye. Eh, kama mjipanga zaka, nimeangalia mazoezi ya mwisho hapa. Kila mchezaji namwona kama yuko serious sana, afu nimwangalia kocha hapa, naona ile balaa zito. Umeshaona akiwa serious ya? Mm. Umeshakuona? Mm. Au haujaona akiwa serious? Kweli? Kweli. Hili ni wao unatakiwa uwe je? Uh, unatakiwa uweje siku ambao wako serious kweli kweli. Hii siyo serious sana hii. Kwa unafikiri hii, una, ua, ilikuwa hivi unafikiri ungesikia watu wanasema wanakamia, wangesema hivi? Watu wakiwa serious utawaona. Ukatokea unatoka pale mtu anatoka kapata tetanus, kapata malaria, kapata tetekuanga, kapata kisukari, kapata nini? Anabaki tu anakamia, anakamia. Watu walikuwa serious. Hapa hawaja serious. Sio kiwango kile. Wako serious, lakini sio kiwango cha kusema kwamba eh eh wako serious leo, hapana, hiki ni kiwango cha kati. Yeah. Timu gani ungekutana nayo mtakuwa serious zaidi? Hapana, sio sio timu, sisi watu serious kwa ajili ya timu tukishinda, tukishinda au tunakwenda <laughs> sio, sio, sio swala. Oh, anakamia wale. Wanakamia, umekaa hapa baya mwenyewe. Hapo usingekaa. Eh. Hali ya hewa vipi zaka? Zanzibar kama Dar es Salaam tu. Zanzibar always ni kama Dar es Salaam. Unajua Zanzibar na Dar es Salaam zinakwenda pamoja. Eh, si unajua Daru Salam. Unajua Daru Salam. Daru Salam ndo Dar es Salaam. Dar es Salaam ni mji ambao ulianzishwa na Sultan Majid wa Zanzibar. Si unaelewa? Mm -hmm. Sultan Majid wa Zanzibar alitoka Zanzibar akaenda kuanzisha mji akauita akawita Darul Salam. Nyumba salama, nyumba ya amani. Darul Salam ndio hiyo Dar es salaam nyinyi mnaita, lakini Darul Salam kwa Dar es salaam na Zanzibar ni kitu kile kile tu, zinakwenda zina pamoja hivi, yani zimeanzishwa pamoja, zimezali, zime, zime, yani kama mtu na mdogo wake ambao bazaliwa nyumba moja, unafahamiana vivyo tutakavyokuwa unafahamiana, kitovu kimezikwa sehemu moja. Sasa bado wasanii wanaendelea uh, kutunga ngoma kwa ajili ya Dar es Salaam Dabi, maana nimeona juzi kati hapa tukasema zaka wapumzishe. Sisi kama Azam FC bado tunaendelea kushangilia ushindi wetu wa Dabi. Mwisho lini? Kwanza tangu ile mechi ilivyoisha hadi Disemba 31 tunashangilia goli moja tu la Kitambala, bado la Kitambala peke yake, ile staili ya kucheza kosa kosa hiyo. Eh, goli la Nado tutaanza kuangalia kushangilia kuanzia tarehe moja mwezi wa kwanza tarehe mosi mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita tutashangilia goli la Nado hadi itakuja mechi nyingine ya ligi ndo tutaacha. Mechi yetu ya ligi inayofuata ni lini? Ndo tutaacha mechi, kesho tunaacha, leo lakini. Nawatangazia moja kwa moja mashabiki wa Azam FC kwamba tarehe 31 ya Disemba elfu mbili na ishirini na tano tunamaliza shamla shamla zetu kwenye goli la Kitambala, jefte Kitambala goli linaishia pale. Kutoka tarehe mosi ya mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita tunaanza rasmi goli la Nado, Idi Nado, tunaanza kushangilia kwanza tarehe mosi, tulishangilie mpaka mechi yetu nyingine inayokuja. Malengo ni nini? Hasa kufurahi tu, kwani mpira sinataka kufurahi tu. Mm. Yaani, tu yaani, malengo ni kufurahi tu, yaani kwenye mpira hakuna chochote ambacho tunatafuta zaidi ya kufurahi.